na Mungu pitia ni maombi, na kama tunaweza kuongea na Mungu tunawasiliana naye. Na kwa hiyo iakuwa tunajenga mahusiano mazuri, kwa sababu mahusiano ma, mazuri au kuongea mara kwa mara kunajenga mahusiano. Haleluya! Kwa hiyo lazima tu watu waombaji. Haleluya! Ulicho kiomba kipo tu, utakipata haleluya. Hata ikiwa kinakauya, kingojee, kipo kinafanya haraka kuja. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa maombi yako ya leo ni hazina yako ya kesho Na ya kuomba kwa maana kuna baadhi ya mambo lazima mtu afunge mkio kubana, imani mkiombaamai tayari kimekwisha kuwa cha pray